Hey, unyama kabisa mzee. Wako umeanza kwa mkwara wa hatari sana. Tuambie bana, unaonaje kwaa ukiangalia kwa haraka haraka. Ah, Mwenyezi Mungu anasaidia. Hmm. Yeah. Sijafanya kabisa 2025, sijafanya kabisa. Ya yeah, 2026 ndio hii. Sifanyi kwa kifupi. Kwa nini ufanye? Na beti. Una? Na beti. Una beti? Yeah. Mm. <laughs> na beti. Nshangu, uh, uh. Beti? Na beti. Oye, beti beti. Mm. Jumatatu. Unajua mimi sibeti kila siku. Okay. mimi sibeti kila siku na beti Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili tu. Betting industry duniani ni, ni, ni industry yenye hela zaidi. Huwezi compare betting industry na na entertainment industry. Yeah. And huwezi compare uh, uh, nini uwekezaji uliowekwa uh, Vegas casino na uwekezaji uliowekwa na media yoyote. Yaani hiyo ni obvious worldwide. Yaani, uh, we can't compare betting industry, gambling industry na entertainment industry. Yeah. Haiwezekani. Yeah. uh, hazikuwa hazikuwa ndoto unajua Uh, uh, uh, anasema ukiendekeza uh, uh, ile this is my dream imetengeza maskini wengi sana. This is my choice I want to be this. Yani vijana wengi maskini wapo kwenye want to be this, this is my dream, ila ukiwork with flow utaukata maskini. Mimi mimi natembea na flow, mzee wangu. Mimi natafuta hela. Flow ikienda hivi naenda, flow ikienda hivi naenda. Mimi najaribu kila kitu, shajaribu forex, shajaribu mambo ya bitcoin Nishajaribu kila kitu ambacho kinajaribishwa mtu upate hela, nishajaribisha sasa hivi na beti wewe. mm -hmm. na mambo ya kubeti yakienda vibaya, nitahamia kingine ambacho nachi kinatengeneza hela. Mimi, okay. ni mtu ambaye sina ndoto rasmi kwa, okay. Sasa natangaza nimesitisha huduma ya kuwa na ndoto rasmi. Mimi, mm -hmm. natoa huduma ya sehemu ambayo hela ilipo ni mimi nipo.